Ilipangwa tarehe ya mechi iwe tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano zikatokea sintofahamu mechi ikaghairishwa, na sasa hivi imepangwa kumi na tano tarehe mwezi wa sita mwaka huu, huu elfu mbili na ishirini na tano huku siku ya jana ikitoka taarifa kwa umma ambayo imehabarisha kuwa wao msimamo wao huko pale pale hawachezi. Bodi ya ligi hii leo imenisogeza jirani zaidi na Dula Heavyweight kuyaangazia ambayo hivi sasa yamekuwa na joto kubwa sana kwenye anga la kimichezo hususan kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Hali yako iko vipi? Kwema ndugu yangu, mambo yanasemaje? Alhamdulillah, yuko vizuri kaka, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumezungumza mengi uh, Heavyweight, tumeongea mengi tumeyachambua mengi hmm, lakini tarehe rasmi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu 15 mwezi wa sita, huku msimamo wa Young Africans ukiwa pale pale unakiona nini? Kanuni zikienda kufanya maamuzi zaidi au watakubali kupeleka timu? Ah, of course tarehe si imepangwa, tarehe 15 uh, tare 15 Juni manake mwezi ujao. Nakumbuka tulikuwa tunaojiana hapa nikakwambia mm. Eh, kwa sababu kesi kasi wameshairudisha kwenye mamlaka za ndani mm. Nilikwambia hapa nikakwambia hivi eh, tarehe hazitokuwa zamba zambali, mm. kwa sababu ligi yenyewe inaelekea ukingoni. Eh, yaani kwamba tarehe hazitakuwa za mbali. Na ndio hivyo kwa sababu mwezi ujao huko mbioni tu. Mm. Sasa hivi, yaani kwa sasa hivi unaweza kuona kama mbali. Lakini baada ya Simba tu kucheza fainali yake yako ya ya, ya, ya, ko, ya kombe la shirikisho barani Afrika na RS Berkane, mm. tarehe zinakuwa zimeshafika. Kwa hiyo, eh, sasa hapo ni kwamba mimi si siko kwenye nafasi ya kuwazungumzia Yanga wataenda kucheza au hawachezi. Mm. Lakini kwa sababu tarehe ishapangwa manake ni tarehe ambayo iko kwenye fixture za ratiba ya ya, ya, ya, ya, ya, mechi za ligi na e, watabidi tu wacheze kama ambavyo timu zingine zita zitacheza na Yanga pia, si ndio? mm. ya kwa hiyo mimi kwa upande wangu naamini hiyo tarehe kumi na tano mm. ya, hakuna option nyingine, bodi washatoa tarehe. Sasa hapo taarifa yao ilionyesha kutokuwa na imani na bodi ya ligi na ndio wao waliopanga tarehe. Hauoni kwamba watahisi kuwa eh, kuna mazingira ambayo pia yana upendeleo kwa Simba? Mimi nishazungumza hilo swala, wao kutokuwa na imani na, na ligi ee, okay, na, unajua watu wengine wamesema kwamba hawana imani na ligi basi wasingecheza ligi yenyewe, of course wako correct <mimitra> lakini hawana imani na, na ligi kwenye nini? Watoe ushahidi kwenye vitu ambavyo wanashtumu na watoe reference ya vifungu vya kanuni kulingana na au uvunjishwaji au au jambo lolote ambalo linaashiria kuna kitu hakipo sawa kwa upande wa mamlaka, na ndio kitu ambacho kinawafanya hawa kesi zao zifeli. Unajua ni kwa sababu gani? Nishasema jana, nikasema kwa mfano, ukienda kushtaki sawa, ukienda kushtaki kwa kwe, kwe, kwenye kesi mfano huko kas, unavotoa malalamiko yako unatakiwa uonyeshe reference ya kifungu chochote cha kanuni kwa, kuonyesha kwamba kuna kitu kili kilikiukwa jambo ambalo huwa hawafanyi hao. Yaani wao wanapeleka tu malalamiko kwamba sisi je tumekosa hela sijui tumefanya hivi wametupelekea usumbufu sijui na nini na nini, hawanaga vile vi reference vifungu vya kanuni ambavyo vin, vinakuwa vina vinarifaa uh, uh, uvunjishwaji wa kanuni na nini, kutokana na kifungu hichi kanuni hii. Wao ni kulalamika tu, yaani hawana hawana ile reference pia huwa wanalalamika hawatoi ushahidi wa kile wanachokilalamikia, okay. Kwa sababu unavosema timu baadhi zinapendelewa, unatakuwa useme timu gani gani imependelewa, imependelewa kwenye mchezo gani. unatakuwa uandike pale. Unahisi ee, una, una kuna, uh, kuna timu zinapendelewa zaidi, unatakuwa uonyeshe timu gani uhitaje kabisa, na kwa nini unasema zinapendelewa, kwa sababu kuna moja mbili tatu. Hawafanyi ee, wanasema kuna dhulma dhulma imefanyika wapi waseme pale na wakishasema wasishie kusema tu, wakishasema wa, wa, wa, wa, wa, wa, waje pia watu, waeleze kwamba hizo favor je wow, wao hawajawahi kuzi- kuzipata miongoni mwa uh, watu wa kwanza kabisa kuzungumza na kuliona swala hili eh, lilifanyiwa maamuzi kikanuni, alikuwa ni Jemedari Saidi na jana pia amesikika akizungumza hmm. Lakini walio wengi kwa upande wa Young Africans wanaona ni miongoni mwa watu ambao wa wanashinikiza sana kuonekana TFF na bodi yake wako salama kwenye hili swala hisia mm, e, zao ku, e, wao kutafsiri hivyo e, ni kwamba jemedari anaonekana yupo kwenye upande wa kuitetea TFF pamoja na bodi ya ligi na kuwakandamiza Young Africans. Hapana, kwa sababu uh, aliposimama jemedari ndo iliposimama kas kwani kas baada ya yanga kupelele kuongea ku, ku, ku, kwamba wao wanahisi uh, mamlaka zinawakosea. Wanachokifanya wana, wana wao ni kwenda moja kwa moja kas kasi. Lakini kas mwisho wa siku akaamua nini? e, sasa maana ni kwamba wameona sababu zao walizotoa hazina msingi. hazina msingi. mm -hmm. Kwa hiyo maana kwa sababu jemadari e, alishazungumza toka awali. maana yake alikuwa correct. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ukiniuliza hivyo, nitakwambia hivyo. Kwamba alikuwa correct na kwa sababu pia kas wamekuja wameonyesha kwamba waliokuwa wakisimama mm -hmm. e, na kuwataka bodi ipange tarehe nyingine ya mchezo wote walikuwa correct na walosema pia kwamba samani kidogo Sa na walosema pia kwamba mechi ilikuwa sahihi kuahirishwa pia walikuwa correct, kwa sababu CAS wange wange, wange- wange review kama kweli kuna kosa au kuna shida yoyote ya kikanuni imetokea pale, kwa sababu reference za kanuni wao ndo zinawafanya waamue kesi inakwenda vipi. hmm. nauliza swali hmm. uh, Unadhani nini ambacho kinafanya Young Africans waone hawatendewi haki mpaka hivi sasa? Eh, bado wao wanaona hakuna haki iliyotendeka kwa upande wao. Swala ni moja tu. Haya mambo kelele zote zilianzia kwenye siku ambayo mchezo ulihairishwa. Kwamba walichukizwa na kwa nini? Eh, uh, bodi ya ligi ilisimama na Simba. Sio maamuzi uh, walichukizwa kwa nini bodi ya ligi ilisimama na Simba? Kwamba haikufanya maamuzi kwa, hai kwa uh, kutafsiri kukosea kwa, kwa, ni, kwa, ni, kwa. Nisikilize, namalizia. Hmm. Iko hivi mechi ilikuwa inahusisha Simba na Young Africa. Na Yanga. Mm. Siku moja kabla ya mchezo ilitokea tukio la wachezaji wa Simba kuzuiliwa kwenda kufanya e, mazoezi ya mwisho kikanuni e, katika muda wa mchezo husika katika uwanja wa mechi. Baada ya lile tukio, Simba wakatoa statement kwamba kwa vitendo vile vilivyofanywa na zile wao hawato watocheza, kwa hiyo hapo tayari kuna pande mbili, mbili kuna Simba na, na Yanga, okay. Yanga ni mtenda Simba ni mtwe, mtendwa baada ya kile kutokea, manake tunaendelea ku, kuendelea kwenye ile ile sakata kwamba kuna Simba ambaye ndo alionyesha kugomea mchezo uh, usichezwe kwa sababu ya zile kero mm, alafu kuna Yanga ambao wao walisema wataenda uwanjani, si unanielewa? Kipindi mzizano unaendelea, bodi ya ligi wakaingilia kati, wakasema mchezo umefanyaje, umeahirishwa kwa ajili ya kupisha uchunguzi na vitu kama hivyo, na maanake bodi ya ligi ikalivaa lile swala kwa hiyo kwa, kwa mantiki hiyo ikaonekana kama wamesimama na Simba, Simba. Na Simba katika hizo pande mbili kati ya Simba na, na Yanga ndo ndo kusudio langu. Lakini e, walikuwa sahihi kwa sababu Simba e, alifanywa vurugu na alizuiliwa kutimiza matakwa ya kikanuni si unanielewa? Na wakaonyesha kanuni ambayo ina, inaonyesha kwamba Simba alipaswa kwenda kufanya mazoezi e, siku moja kabla ya mchezo katika muda wa mchezo ipo Si unanielewa? Kwa hiyo hawakupewa ile nafasi yao au n, e, n, e, ile niseme e, haki yao ya kikanuni hawakupewa. Kwa hivyo walikuwa sahihi. Sasa huko kote tushazungumzia, tunafanya kurudia, ila tunaelekea kwenye tarehe 15 Juni, watacheza hawa. Of course watacheza. Wat, watake wasitake watacheza na kama hawatotaka kucheza impact yake inajulikana. Mimi sitaki kuona TFF pamoja na bodi ya ligi wanapindisha pindisha kwenye hili. Ni aidha Yanga aje acheze tarehe 15 Juni, mechi ichezwe kati ya Yanga na Simba, au tuone Yanga anagomea mchezo ashushwe daraja, pamoja na zile eh, kashkashi zote za kikanuni zimkumbe, mnielewa, kulipa faini menelewa, eh, ku, ku, ku, ku, kiongozi wake kuwajibishwa, mnielewa, eh, kushushwa madaraja mawili, sinaelewa vitu vyote viwe implemented ili kuonyesha kwamba mamlaka zina nguvu kuliko klabu inazungumzwa. Eh, na mimi nimefuatilia, nadhani kwa walio wengi ambao wanazungumzia hili sakata kwa hivi sasa mm. Young Africans wanaona kama Simba anapendelewa, lakini mm. inavyozungumzwa ni kwamba eh, Yanga wao ndio wamependelewa zaidi na shirikisho kuliko ni timu nyingine na wanufaika wa maamuzi ya TFF ni Simba na Young Africans. mm. ni kwamba Yanga imesahau yale mema ambayo shirikisho ilikuwa ikiyatenda kwa muda wote ambao wamefanya kazi kwa pamoja, lakini hapa imani imeondoka kwa upande wao. Ah, unajua Yanga wameshawahi kufanywa favor nyingi, kusema ukweli, nyingi toka kipindi hawana pesa, kipindi kile kabla ya GSM mm. E, kuna msimu ule alipangiwa mechi nyingi sana za nyumbani. Nafikiri unakumbuka msimu kumi na tisa ishirini, kwa sababu ya, na, na wakabadilisha kanuni kwamba timu mwenyeji nakula mapato yote ili mradi tu Yanga waweze kudunduliza waanze kupata pesa kuwapeleka mikoani. Nafikiri inajulikana inakumbukwa hiyo, umeelewa? E, lakini hata upangaji wa ratiba kuna kipindi Simba alikuwa nakutana na ratiba ngumu sana e, tofauti na ratiba ya Yanga, kwa sababu kuna kipindi Yanga alikuwa hashiriki michoano ya kimataifa Uh, lakini anapata muda wa siku, siku nane mpaka saba kabla ya mchezo mwingine. Simba alikuwa hapati hiyo nafasi, akawa anacheza michezo back to back. Lakini ba baadaye Yanga kuna kipindi washikulalamika, wamekuwa ni watu kulalamika lalamika. Kipindi Simba anapua viporo vingi kwa sababu ya michoano kimataifa, walisema hawataki uh, viporo. Sina nilewa. Baadaye walipoanza na wao kuperform vizuri kwenye michoano kimataifa wakawa wanalalamika kwamba viporo na, na maanisha ratiba inawabana kwa sababu ya kucheza mechi nyingi za kimataifa pamoja na ligi pamoja na FA na vitu kama hivi. Wakati wao mwanzo Simba wana perform vizuri kwenye michuano ya kimataifa, walikuwa wanalalamika kwamba Simba wanapewa viporo. Sasa wao wamesahau kwamba mwanzo wao ndo walikuwa wanalalamikia viporo, baadaye wao wana perform vizuri kimataifa, wao pia wanalalamika ratiba inawabana kwa sababu wana mechi nyingi za kimataifa na ndani. Sio unanielewa pointi yangu? Na TFF wamekuwa kijaribu sana kuendana na malalamiko ya hivi vilabu vikubwa. Sasa nashangazwa na hawa wanaosema kwamba sijui TFF ukiwaambia wasibitishe hawana, yani ukianza kutaja idadi ya mechi ambazo msimu huu tu Yanga kabebwa, zinaweza zikafika mpaka kumi. Sio naelewa, mechi ambazo wamenufaika either kwa goal la offside timu pinzani kukataliwa goli lao halali, zile moves za kwenda kuzalisha goli kwa upande wao ikakatishwa kwa, kwa offside fake na vitu kama hivyo, goli la mkono, sijui yani kuna maamuzi penalti ambazo walipata wali baadhi zikuwa halali Si unanielewa? Hivyo vyote ukia, ukianza kutaja katika kati ya ambaye yananufaika mnufaikaji mmoja mmoja, Yanga utakuta naye ni mnufaika mzuri tu, aidha makosa ya wa waamuzi pamoja na vitu vingine. Lakini hata hii swala la bodi ya ligi kuruhusu eh, mdhamini wao mkuu kudhamini tena timu zingine ambazo zinashindana na Yanga kwenye msimu mmoja. Hiyo ni feva kubwa, unataka upewe feva gani nyingine? Na ndio maana Simba wakataka kupiga kulibu majibu nasikia kuna tetesi kwamba Mohamed Deuchi kupitia moja ya bidhaa zake pia ana mm. mpango wa kudhamini vilabu kumi. Umeelewa? Ni kama tu kutikisa kibiriti kwamba kuonyesha kwamba bodi ya ligi hapa kuna kitu wamekosea. Sasa hizo feva zote watakawafanywa nini? Yaani wao wao labda waseme watakawafanywa nini ili waone kwamba wanapewa feva. Sasa kwenye hivi bado haviwatoshi eh? Yani kwamba bado wanalalamika, wanasema eti kuna timu zinaonewa, sio ni sababu ya msingi. Sasa na hata kwenye unajua, kwenye, kwenye malalamiko yao mengi mm, uwezo kwa kuta swala la upangaji matokeo wakaliweka japo kwa ndo swala ambalo ni nyeti zaidi kwenye uh, kwenye mpira mm, na ndo uh, i, kesi ambayo huwa inachukuliwa katika usiri ya zimzito hawezi kuiandika. Nafikiri unaelewa ni kwa nini. mm. mm. E, watalalamika vitu vyote, lakini upangaji wa matokeo hawezi kuona, huwezi kwa kuta unaweka pale hoja ile sio kwa upande wao yaani, okay. si wanalalamika, timu zingine zinabebwa zinapendelewa okay. Sijui bodi na dhulma sio okay. Wangeandika pia ligi, hawana imani na bodi ya ligi, ligi. Wanapanga matokeo. Kuna, kuna, kuna, kuna, viashiria vya upangaji. Vya upangaji. Kwa sababu ligi kuna viashiria vya upangaji, kwa nini wasiandike hiyo ilo, ilo neno yani, sio hawajaona, sio kwamba hawajaona eh. Eh, wao wenyewe wanajua Yanga kwa nini hiyo sababu waiweke, wakati hiyo ndo nzito. Yaani wewe nenda hata FIFA nenda CAS nenda ukienda na strong reason kwamba mm, tunaona kwamba hi, hii hi mamlaka hatuna imani nayo, kwa sababu ligi yetu imegubikwa na vitendo vingi vya upangaji matokeo, si unanielewa? Oh, nimekupata eh, e, yaani kwamba nenda na hoja kama hizo CAS au FIFA, nenda na hoja nzito kama hizo afu uone nini kitatokea lakini sasa, kama hawana kweli mambo imani na mamlaka ya bodi ya ligi na vitu kama hivyo, waongee vitu kama hivi, ili kweli bodi ipanguliwe kisha tuone watakuwa salama wao. Eh, ah, e, kwa nini wachague vitu vingine vingine, sivyo huku sivyo nini? Yaani kwenye mzizi wenyewe wanaukimbia huku. mm. tunapita huku, seme, semea hapa kwenye kwenye upangaji wa mato, kwenye upangaji wa matokeo kwenye upangaji wa matokeo hapa, hatuna imani na mamlaka kwa sababu tunaona ligi yetu kuna viashiria vya upangaji matokeo weka pale kwenye e. Alafu sasa itakuja muda wa reference kwa wana Simba wenyewe, kwao ni shwari, muda wowote saa yoyote, ukiwasikiliza walio wengi wanakuambia wapo tayari kwa ajili ya dabi. Hmm. Dabi imepangwa katika muda mzuri ambao wao tayari watakuwa shamalizana na kibarua cha eh, kombe la shirikisho barani Afrika, ni wasaa mzuri sasa wa pengine hii tofauti ya alama kwenda kumalizika kwenye dabi usika. Yeah, of course, of course. Naona kabisa Simba mechi ngumu ambayo naona imebakiwa nayo hmm. Eh uh, ni dhidi ya Black Stars Singida black uh, na nafikiri inajulikana ni uh, kwa nini nasema ni mechi ngumu, nafikiri inajulikana eh, sio kwamba tu kwa sababu Singida wana kikosi kizuri wachezaji wa wengi wa kimataifa wazuri wana perform, lakini kuna influence pia eh, kuna pressure ya nje ambayo eh, eh, inakutana ina, ina especially kwa Simba inapocheza na Singida, yaani ni kama Simba inacheza na, na timu zaidi ya moja hiyo hey, kitu ipo sasa hiyo, ndio mechi ambayo Simba wanakutana nayo ngumu mm -hmm. Lakini ukiniuliza mimi, Ken Goldi sijui Pamba mm -hmm. KMC hizi timu zote zipo, no, zipo ndani ya uwezo wa Simba na na kabisa. Simba naona kabisa mechi zote acheza mm -hmm. Hey, da mechi zote nafikiri da zote da sasa e, e, ha, Ah, okay, KMC wamehamisha wanaenda Al Hassan Mwinyi e, ah, maanake e, sio mbaya, lakini KMC mba, sio- sioni kama inaweza ika kwamba Simba watake pointi tatu wapate hata kagoli kamoja dhidi ya KMC ah, lakini ngumu zaidi hapo naona ni Singida. Singida, Singida, of course Singida ni, ni timu ambayo itakuja kuleta upinzani especially, na hivi Simba wana ratiba ngumu Uh, wana, wana, mchezo mkubwa wanaufikiria wa kombe la shirikisho, lakini nafikiri baada ya Simba kumezana na shirikisho ndio watakuja kucheza na mm. Singida. Kwa hiyo uh, Singida wata itakuwa hivyo eh? Mm. eh? Kwa hiyo Singida watakuwa wanapangiwa full mkoko, yani hakuna ile kwamba tutapumzisha huyu kwa sababu ya shirikisho. Kwa hiyo sio mbaya, lakini e, naona mechi ngumu ambayo Simba hakukutana nao. Kwa hiyo automatically mimi naamini dabi ndio itaamua nani mm. nani bingwa. Kwa hiyo hiyo uh, tarehe ya dabi itakuwa safi sana, kwa sababu kombe linaenda pale pale kama, kama fainali ya FA au e, yani kombe linapelekwa kwamba anazibuliwa e, e, kombe lile yani una, ne like unazibuliwa yeah. Afu kombe unaona una e, kwa hiyo huyu <laughs> e, ndugu yetu aende kucheza mandugu ndugu wawili hawa wakacheze, afu kombe mm. linawekwa pale. Sema, mahesabu yao si mabaya japo mm. yani, yeah. U, e, yani kibarua cha Simba ni kushinda hizi mechi zingine ili maamuzi ya, sali ya kule ili maamuzi ya mwisho yabaki kwenye Simba na, na yani. Yani hata, nafikiri itakuwa inaleta hata mvuto vuto, zaidi yeah. Unajua hii mechi, uh, unajua hii mechi kuahirishwa, haijaahirishwa bahati mbaya mm. Yani nafikiri pia mipango ya Mwenyezi Mungu imetokea mm. Mechi isichezwe tarehe ile mm. Ili tuje kushuhudia dabi bora zaidi ambayo mtu akipigwa anachukua kombe. Ehe, lakini sasa hiyo itakuwa kwa Simba, yeah. Kwa Simba itakuwa ngumu zaidi kwa sababu Yanga akipata tasare kombe linakuwa la la Yanga. Lakini e, ikitokea ameshinda Simba anaondoka na kombe. Ikitokea Yanga ameshinda au ame draw anaondoka na kombe. Sasa hapo itabaki kwa, yani hiyo bali ya kwamba kombe ni ukizibuliwa eh, yeah. Uh, ukizibuliwa, kwa hiyo ndio hivyo, lakini ndio pia nafikiri pia inachochea pia uh, mtu kugoma adabi hiyo, pia nafikiri pia inachochea kwa sababu mm. Imagine unacharazo afu mtu anabeba kombe mbele yako. Sasa oye. Yani amekupiga wewe na unampa mkono, unajua? Hey, hey, of course, yeah. Lazima upe mkono tena, eh, anapewa medali zake pale ana celebrate baada ya mechi manake inakuwa hamna tena sehemu nyingine mechi ya kufanya pale, pale. Hivyo mechi sababu lakini ile ndio inakuwa bado kwa hiyo lazima litue pale, yeah, pale. Warembo wale wanakuja pale semu e, ukizibuliwa e, mtu ana, anapiwa mbele yako pale na nini, unampa mkono, sema hiyo inauma sana ah, of course ndugu yangu, ina hata inge yaani, kuna muda mwingine mtu unaona bora usie usicheze tu hiyo mechi, potelea mbali, kanuni kanuni. Sasa kwa e, hiyo, mwisho wa siku watenda kucheza na wakikaa vibaya watazibuliwa, kwa sababu sasa kama unaandalia wachezaji wako mentality ya kuamini mechi yaipo, aafu baadaye mechi ikiwepo kuna maandalizi ya kimwili <laughs> au sasa sehemu ya mind game pia mkaona huko wachezaji, kumbe huku ndani wanajinoa kwa kiasi gani. sasa, sasa, vipi, vipi kuhusu mashabiki maki sawa sawa, wewe unasema ni mind game, lakini mashabiki wa Yanga nafikiri wanajulikana nchi hii, wakishaambiwa jambo wao ni E, mwina. Tuchezi, mwina tuchezi, mwina yeah, sasa itaanza kuwa kubwa wao mwisho wa siku mm. E, sijui wenyewe wamepanga nini lakini inauma ukipigwa afu mwenzeko anachukua kombe mbele yako mm. Of course inauma. Shikilia hayo ya Heavyweight_dullah unampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na Facebook wanakuambia inauma unapopokwa kombe mm. na Mwinafini umefungwa wa. na mtani wako yaani hii, hii ni vita ya watani wa jadi. Sasa pale uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 15, ndio itakuwa hatima ya kujua nani msimu wa 24 25 atakuwa ndio kinara au ndiye amebeba kombe la msimu, sio kwa Simba Sports, nafasi ni ya kwake, vivyo pia kwa Young Africans. Mi miko hapa naomba niweke nukta, tutafungua ukurasa pale ambapo kutakuwa kuna la kujadili. Asalamu alaikum.